Breaking news kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, mapingamizi yaliyowekwa na chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, katika kesi ya mgawanyo wa mali iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Zanzibar, Saidi Isa Muhamedi na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa CHADEMA yametupiliwa mbali. Uamuzi uliotolewa na mahakama hiyo kupitia kwa jaji Amidu Mwanga umebainisha hoja za kwamba mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo sio sahihi, kutokana na hoja mbalimbali za kisheria zilizorejelewa na mahakama kuhusu maombi ya mwenyekiti wa CHADEMA taifa Tundu Lissu kuomba kujumuishwa kama sehemu ya wajibu maombi wa kesi hiyo. Imeelezwa mahakamani hapo kuwa Said Issa na wenzake wawili wameweka mapingamizi wakimpinga Lissu kujumuishwa kwenye kesi hiyo. Kufuatia hatua hiyo, kesi hiyo sasa itatajwa mahakamani hapo mnamo Februari 17 ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita saa mbili na nusu asubuhi kwa ajili ya kusikiliza mapingamizi yaliyowekwa na Said Issa na wenzake dhidi ya Lisu na kusikiliza kesi kwa ujumla wake. Naam, hii ndo breaking news ambapo mapingamizi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA yametupilwa mbali na Mahakama Kuu ya Tanzania.